Takriban watu sita akiwemo mwanamke mmoja wanazuiliwa katika kituo cha polisi mjini Kakamega kwa hatia ya kujifanya maafisa wa polisi na hata kufungua kituo feki cha polisi, ambapo wamekuwa wakiwakamata washukiwa na kuwaachilia kwa dhamana ya shilingi mia tatu, huku waliokosa kuzuiliwa katika kituo hicho wakiwekwa kwenye kituo hicho feki. Brenda Wawire anasimulia. Ni katika mtaa huu wa Alkarimu makaburini viungani mwa mji wa Kakamega ambako seli bandia ya polisi ilitengenezwa na washukiwa sita vijana wa kazi. Kituo hiki feki kikitibuliwa na naibu chifu wa eneo hili Isaac Ayumba, ikibainika kuwa wakazi wengi wamepitia mateso mikononi mwa washukiwa hawa polisi bandia. Na ilikuwa wajana hapa ambapo nilipigiwa simu na nilipigiwa na mzee wa mtaa wa sub-location jirani akiniambia iwapo ninaufahamu kwamba kuna jumba ambalo linatumika kama sel makaburini. Ambia sina habari, akaniambia kwamba kumefunguliwa jumba ambalo linatumika kama sel na watu wanapigwa, so ndipo nilianza kutafuta ukweli wa mambo. So yule nilimwendea kwanza kabisa alikuwa ni mzee wa mtaa wangu village elder, ambaye nili aliconfirm alidhibitisha, kwamba kweli kuna chumba ambacho hawa watu wanawekwa. Baada ya kutafuta ni akina nani, tumekuja kwa ground, tumepata ni ukweli, kuna waadhiriwa, tumekuta mkojo ndani Naibu huyu wa chifu anadai wa kuwa washukiwa hao wamekuwa wakiitisha shilingi mia tatu kwa kila mmoja aliyekamatwa kwa makosa tofauti, huku wakitishiwa kuchukuliwa hatua kali iwapo angetambua kituo hicho kwa asasi za serikali. kwa leo hii tumeshika zaidi ya vijana wa... wa tano ni sita kwa jumla, ambao pia wale waathiriwa wame- wamethibitisha kwamba wa... ni wale wale waliwachapa. Wahasiriwa waliozungumza na kituo hiki wanadai kuwa wamekuwa wakichukuliwa kwenye nyumba zao masaa ya jioni na kuelekezwa kwenye seli hiyo wakijumuishwa na wenza ambapo wamekuwa wakitumikia adhabu kali. Niyo walinitoa tu kwa mlango, sikujua yenye wenye penye wananipeleka chenye kinaendelea. Kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachapo pia, mi nikaingizwa huko na nikalala huko siku tatu kwa anachapo sasa, si kujua chanzo nini. Hapo ndani walikuwa wameweka ndoo na mitungi mbili ya maji makosa yenyewe, chanzo muhimu hatu kwambio, ilikuwa tu ni kuchapwa. Nikauliza kijana mwingine akasema nataka kusimamisha watu wa pombe, watu wa pombe wote hapo na hapo nini, mavipoko zikaanza. Walikuwa naangukia tu mwanaume tu njiani, hata kweli anakunywa pombe, lakini sasa hiyo siku anatoka kwa kasi, wanamwangukia tu. Kwa sasa maafisa wa polisi wanaendelea kuwasaka vijana wengine ambao wamekuwa wakiendeleza unyama huo. Brenda Wawire West TV kutoka Al-Karim viungani mwa mji wa Kakamega.